Habari, mtazamaji, tukitokea tena kwenye kona ya chumbani. Leo niko na mgeni wangu ambaye tutazungumza naye mawili matatu, lakini uh, advantage ni kwamba ni mbobezi kidogo kwenye masuala ya hii mada ambayo tunataka kuzungumza na mada nyingine. Bila kupoteza muda, tutajadili leo masuala mazima ya ajira pamoja na soko la ajira kwa ujumla kwa vijana. Nimkaribishe kwa utambulisho. Ndugu, karibu. Asante ah, mimi kwa kwa jina langu naitwa hmm, Serembe naitwa Serembe, mimi ni ni mdau wa masuala kama kama ambavyo msikia, ni mdau wa maswala haya ambayo tunaenda kuzungumzia leo, ni masuala mazima ya social lakini pamoja na opportunity. Sasa kama nilivyo nilivyotoa kama kama introduction ya mada ya leo kwamba ni ajira pamoja na soko la ajira hasa kwa vijana, Serembe unadhani changamoto ni nini hasa? Uh, mambo ya sasa mambo mambo ya sasa hivi huwezi kukompea na zamani hasa kwenye masuala mazima ya ajira. Eh, kama ulivyosema kwamba mambo ya sasa hivi, yaani changamoto za sasa hivi uwezi ukazilinganisha uka na changamoto za zamani mm. Sababu mambo mengi yamebadilika yame na tatizo la la, ile changamoto za ajira mm. Eh, siwezi kusema siwezi kusema za sumbua Tanzania tu mm. Bali ni nchi nyingi ni pengine duniani kote tunasumbuka na changamoto za ajira. Ndiyo. Na u, uh, watafiti waliofuatilia fuat, haya mambo wanadai kwamba sasa hivi changamoto zimetokana na, na mabadiliko makubwa yanayotokea duniani hasa kwenye nyanja za za maendeleo maendeleo, mm, ma, ma, kwenye nasema ni haya maboresho makubwa yanayofanyika kwenye maisha yetu ya kawaida, mfano mm, mambo ya miundo mbinu, umeona mambo ya kwenye sekta za elimu na nini, ndiyo maana sasa hivi unaweza kukuta Uh, aa mm. mm. mm. mm. Zamani pengine ilikuwa labda mtaa mzima au kama vijiji zamani. mm. Kuna vijiji, yani vijiji vilikuwa vingi zamani, unakuwa kijiji kizima aliosoma mtu huyo mmoja mmoja, na mtu yule aliosoma mama yake anapata ajira moja kwa moja, ni alitoka tu labda amesoma hiyo wenyewe kutoka sijui high school, middle school na nini, akaenda atasoma akaenda college na nini, anapata ajira moja kwa moja tofauti na, there, na, pambala, na mm, sasa hivi unasoma wewe unaenda hata na masters hapa bado unapambana na kusambaza CV, ni ngari sana sasa Unafikiri labda pengine serikali ina mchango katika hili? Mchango kivipi? Yaani ni ikiwa na maana ya kwamba serikali <coughs> inaweza ikawa ni sosi ya hizi hizi hizi mambo zinavozidi, hizi mambo zinavozidi, kama mbona, kama unataka kunichanganyisha na serikali. Serikali <coughs> ina mchango kwenye kutatua changamoto za ajira au kusababisha ta, kusababisha tatizo la ajira? Ninaweza nikasema kwenye kutatua changamoto za uh, ajira serikali ina mchango mkubwa sana kwenye kutatua ta, tatizo la ajira hmm. na ndiyo maana unakuta serikali kila pengine kila mwaka eh, ee, yaani siwezi kuwa na kabisa, lakini mara nyingi serikali inatangaza nafasi za ajira mm, na mwajiri mkuu ni serikali. Ni serikali ndio ameajiri watu wengi compared no na, na private sector eh, kwa, kwa mm, sasa hivi sasa kwa sababu sasa hivi private sector nyingi hazichukui watu wengi sana, lakini serikali inaweza mm, kutanga serikali imeajiri labda walimu elfu saba wajili mm, wajiri, walimu elfu kumi na tatu. Sidhani kama kuna sekta nyingine ambayo inaweza kuajiri watu wengi wakati mmoja kama serikali. Mm, ingawa pia unasema serikali inajira sio nyingi lakini serikali kitangaza ajira kitangaza ajira nyingi, maana tunataka walimu 7000 mm. Sasa kuna shule za private ngapi zinachukua chukua walimu 7000 kwa nauza? mm. Eh, kuna unajua, kuna, kuna kabisa mchango wa serikali kwenye ajira mm. ni mkubwa sana sana sana, na ndio maana hata hata wanao wanalalamika kuhusu ajira wanalalamikia serikali okay. Eh, <coughs> na muda mwingine hatuwezi kusema, labda mfumo wetu wa elimu pia unaweza ukawa ni sababu ya ya ya ya haya ya, mambo yanayoendelea hususani kwenye masuala mazima ya ajira, nikiwa na maana nikiwa na maana ya kwamba e, mitaala e, tunaweza tukasema ama pengine aiendani na soko halisia la dunia inataka nini kwa sasa hivi. Mimi sio mtaalamu hmm, wa mitaala, pengine wao wataalamu wa mitaala wamepima wakaona kabisa huyu mwanafunzi akifundishwa hiki hmm, kinaweza kaenda kamsaidia hichi kitu mtaani kwa namna hii, lakini utofauti ninaouona mm. ni kwamba unaweza ukasoma kitu fulani, ukaja mtaani, unaweza kugundua mbona hichi ndicho kisoma hiki akihitajiki kinatakiwa mm. kitu hiki mona, kwa sasa. Uh, inategemea huyo mtu amekuja amekuja kuwa exposed kwenye mazingira gani, ili mm. mfano wewe umesoma udaktari lakini baada ya kuhitimu udaktari ulivyokuja huku mtaani, wakati unasubiri ajira, ukaja kugundua baa, hapa mtaani panahitaji fundi masofa, kwa sababu kajiingiza kwenye fundi masofa, kwa sababu fundi masofa unakulipa zaidi Mm -hmm. Kwa hiyo pale tatizo sio mtaala. Je, lakini tatizo ni kwamba wewe umekuwa exposed na mazingira gani? Mm -hmm. Umeona? Yaani, mfano labda wewe umesoma ah uh, let's say umetoka kwenye familia ya biashara. Mm -hmm. Sawa. Umesoma biashara umemaliza, umekuja nyumbani, umekutana kuna mazingira ya biashara, um, kuna maduka, kuna makampuni na nini. Mm. Wewe -hmm. hautalalamika tatizo la, la ajira. Lakini umesoma, umemaliza, nyumbani mazingira sio mazuri sana. Umekuja sasa unaangalia mm -hmm. bana ni, nijipenyeze wapi? Mafundi sofa watu wanaingia kwenye daktari bingwa wa, wa, wa mm. Lakini, kabisa, kabisa. Mm. Lakini kumbe wewe uh, uwezo wa kuendelea kuhimili kile kipindi cha mpito mpaka uje upate nafasi wewe hauna, auna. Kwa hiyo unadunua huku huku huku na huku kwenye tunarudi kwenye tunarudi hapo hapo hapo hapo hapo na tunarudi hapo nilipokuambia, no, nope mara ya kwanza ya kwamba uh, shida huenda kwa ikawa kwenye mitaala, nikiwa na maana ya kwamba kujua nini kinahitajika kwa sasa, kwa sababu wao na statistiki pia zinaonesha ya kwamba eh, demand iko wapi, umeona na vitu kama hivyo, mfano labda kwenye engo ya wa ualimu mm. ni vyuo vingi sana ambavyo vinatoa waalimu kila mwaka sawa, lakini serikali inaf, inafanya, inafanya, inafanya, inafanya jukumu la kuwachukua na kuwaajiri wale wale wa wale walimu wa sio mm. na kuwa separate kwenye vituo vya kazi, lakini bado wanabaki wengi mm. uh, ni kama serikali ilikuwa ina haja ama pengine ya kupunguza udairi kwa fani fulani fulani, kwa sababu moja tu ambayo ni uwezo wa kuwastahimili tena unakuwa ni mdogo na kuangalia ni ishu gani ambazo zipo kwenye market eh, na kudili nazo. Aliyekuambia walimu wanatosha na ah, tunaona tunaona hmm. Kwa sababu unaponiambia unapouliza swali mimi nitakuuliza kwamba ama nitakueleza, serikali kila siku tunashuhudia sawa inaajiri walimu hmm. Lakini, sawa, lakini si mara zote sawa lakini somehow wanachukua Sawa, lakini wanabaki wengi na kila mwaka wana graduate mm -hmm. Kila mwaka wana graduate na kila mwaka staafu, na staafu, nataka nikasema kwamba, nikase wanao staafu huende wakawa ni wachache kuliko graduate wanao graduate. Kuna sababu nyingi ambazo zinafanya zina, zina kila mwaka watu wa wanaajiriwa mm -hmm. Kuna wanao staafu, kuna wanao fariki mm -hmm. Sawa. Kuna wanaougua makazini wana, na, na kupoteza uwezo wao kuendelea kutekeleza majukumu yao mm. Mw, kwa serikali inaajiri kufidia yale mapengo, lakini pia walimu sio kama wanatosha, hawatoshi. Kesho angalia pale kama, je, tuna uwezo wa wa kuwachukua hao na tukawalipa mm. eh eh <tumisana> tungekopa eh, pengine tungekuwa tuna uwezo tungesema tunaajiri walimu sababu, so, unajua kuna shule kiwalisia kabisa mm. ah, siwezi kuzitaja lakini kuna shule, mimi nilizunguka shule nyingi eh. Yeah. Kuna shule hazina walimu yani hazina walimu hazina no, walimu kwamba sio kwamba walimu wanatosha, ila tu uwezo wa kuajiri, ndo tumefikia hapa. Ndio maana serikali inajitahidi baada, kila kila baada ya muda fulani inaajiri inaajiri na ajiri, na ajiri, na ajiri. Hmm. Sawa kabisa hmm. Na issue nyingine unaweza ukazungumziaje, uh, swala so zima la experience na exposure eh, kwa baadhi ya mataasisi eh, mashirika lakini pia Uh, kwa ujumla sehemu za kazi kutaka muhitimu muhitimu awe na hivyo vigezo uone kama, kama Aa, ukuma, kwe, uh, ni njia ya kuescape na vitu kama hivyo. Ah, aki ukweli kabisa. Mimi nina msema wangu mmoja nasema kazi usomei kazi unafundishwa na hiyo, kuna mtu nilikuwa namwambia akasema inawezekanaje kazi usomei kazi unafundishwa mm. Kama kile kipindi cha hayati eh, Magu, eh, John Joseph Pombe Magufuli si kuna watu walikuwa na vyeti fake walitoa, mmm maana yake nini? Maana yake unaweza kuwa na vyeti yani, unaweza kuwa usio na vyeti lakini uka ukaenda ukafundishwa uka kazi na ukaweza kuifanya hiyo kazi mmm, yani mfano kuna kitu kile kusema kutoka tumesikia kuna madaktari fake, asema jina la daktari ambao wewe pengine wewe unaenda kukutibu mm -hmm. Alafu baadaye unaambia daktari fake, sasa mbona nilipona? mm. Kumbe yule kazi amejifunza mm. Kuna kipindi fulani nyuma, wakati nasoma bado kuna sehemu tulienda kwenye mambo ya kuandika project hizi mm. Sisi tulivyofundishwa chuoni mm. isa kuandika project na, na tulivyoenda kule field, sasa kwa, kwa, kwa wale wataalamu kuandika project na wana miradi mingi pale, nasema sisi project tunaandika hivi tunaandika hivi, hizi proposals tunaandika hivi tunaandika hivi, tukiwapelekea mm. hawa donors wanaleta hela tunatengeneza miradi yetu mm. Lakini hivi mlivyofundishwa nyinyi kuandika chuoni sio hivi, sio hapo, sisi tunaandika huko. Maana yake nini? Maana yake mimi nitakwenda ndio nikajifunze nikijifunza, napata uzoefu Unajua, sio waajiri wote wanataka, sio waajiri wote wana muda wa kukufundisha ile kazi mm. Ndio maana wanasema tunataka, tunataka mtu mwenye uzoefu, ili maelekezo yasiwe mengi, maelekezo yasiwe mengi. Muda ni mchache, mambo ni mengi mm. Sawa kabisa, teknolojia tunaona inakuwa kila siku mm. kila kukicha. Ndio mchango wa teknolojia ni nini kwenye masuala mazima ya ajira? Mchango wa teknolojia ni nini? Kwa sababu kuna side mbili. mm -hmm. Tunaona uh, faida ya ukuaji wa teknolojia. Mm -hmm. Lakini wewe huoni we, kama ukuaji wa teknolojia kuna namna fulani hivi inakuja kudidimiza baadhi ya ajira ambazo zilikuwepo, lakini hatukatai, zinakuja ajira nyingine kwa maana ya kuibuka, lakini bado uwezo binafsi. Hapo umekuwa na maswali mengi, lakini ya msingi ni mawili: mchango wa teknolojia teknolojia ina mchango mkubwa sana kwenye kwenye kutatua changamoto za ajira. Mm. Mfano sasa hivi vijana wengi sana wamejiajiri. Wapo magetoni. Sema kama sasa wewe wewe una kipindi kama yeto magetoni. Magetoni. Wamejiajiri hapa. Sasa wakitokea wadhamini wakao waka, wakaweka hela hapa na nini, ni ajira hiyo magetoni. Mm. Hii ni teknolojia ndio inakufanya hiyo hiyo. Kwamba unatengeneza kipindi chako hapa una uki hicho eh, kipindi chako watu wakiona wanaanza kusema ah, pale naweza kutangaza biashara yangu, ni ajira, ni teknolojia imerahisisha hiyo. Mm. Kwa mm. Kuna watu wengine wengi wanafanya shughuli zingine asa hizo za biashara za mitandaoni na nini, ni kwa sababu teknolojia imerahisisha. Ndio maana mpaka sasa hivi serikali imeweka ma- mawinga na wenyewe walipe kodi kidogo na nini, yote ndio ndio teknolojia, kwa sababu mimi naweza kukaa tu na simu akawa na operate biashara bana, anatafuta mteja huko anakuunganisha na dukani yeye, yeah, yana matokeo kwa kweli, hiyo ndio teknolojia sasa. Kwa sababu sasa hivi ndio ma advancement of technology ndio imesema bana, mteja yani, mfano mimi naweza nikaa niko hapa nilipo nikawa na mconnect mteja ambaye yuko Mbeya na na da yani mteja yuko mbele duka liko da mimi mm. ninavyopaleta hapa kana kama niko dukani da, lakini niko niko hapa tu wakati ehe. <laughs> lakini mimi akitaka hii zaidi zai, zaidi, tunayo namtumia picha, teknolojia hiyo mm. ime imeleta imeleta imeleta, um, imeleta urahisi sana kwenye nini hizo ni, shughuli za kibiashara na shughuli nyingine nyingi mm. umeona. Lakini pia tunaangalia upande wa pili wa hii teknolojia mm. Haya mabadiliko sasa ya teknolojia ni kwamba mabadiliko yote yanakuja na maumivu. Unaona? Ndio maana mm. sasa hivi watu wanasema kuna hii issue la AI kuchukua ajira za watu. Mm. Which is inaweza ikawa kweli kwamba inachukua nafasi za watu. Yaani badala ya ofisi kumwajiri mtu wa kuwa na wajibu watu message, kuna AI imeingia hapo. Unaona? Kuna yine, social media social media managers mm. ndio? Mfano badala ya ofisi kuwa na social media manager, AI inaoperate pale. Kwa maana AI imesha imeshaifeed taarifa kwamba mtu akiuliza maswali ya msingi ni kwa gani? Akiuliza hivi utamjibu hivi, akiuliza hivi utamjibu hivi, akiuliza hivi utamjibu hivi. Tunatoa huduma hizi huduma hizi na huduma hizi na huduma hizi. Kwa maana hapa kuna mtu nafasi yake ajira imechukuliwa, mm, lakini pia huyu mtu ambaye nafasi yake ya ajira hapa imechukuliwa anaweza kwenda kufanya kitu kingine kwa, kwa hii teknolojia umeona, kwa hii teknolojia huyu mm, mtu anaweza kwenda akafanya kitu kingine na kikamuingizia kipato kipato, so. Kwa hiyo mambo ya teknolojia pia yana pande zote mbili, kuna mm, e, upande wa hasi na chanya, sio vya ziko hivyo, lakini mm. Uh, swali so langu ni kwamba mm. vijana wamejitayarisha wa kwa hicho ama ni group dogo tu? Na wame, wamejitayarisha kivipi kwa sababu gani? vijana sisi ni yani makasuku. Mm, makasuku. <laughs> Tuna, tuna, e, kuna watu wanatufeed sana taarifa taarifa mm. taarifa watu unaweza wanatufeed taarifa, kukuta kijana ni kitu cha kawaida tu, lakini hawezi kukifanya mpaka atakapoambiwa na mtu anayemwamini mara nyingi ni mwanasiasa mm. Kuna kitu kuna fursa fulani, ndio maana ikitangaza wanasa wanasasa tu wa kushangaza, kuna fursa fulani kushangaza, kuna kundi kubwa la vijana linaenda kufanya mm. kufanya hicho kitu kwa kama. Sasa hivi kuna ongezeko kubwa la mawinga yani, mm. e, baadhi tu ya wanasasa kwa zungumzia mawinga, vijana wengi wameingia kwenye kundi la wingi kwa sababu mm. so, mm. sasa wingi sasa na yeye wanakuwa sio fursa tena mmoja, swala la ujasiria mali ni njia mbadala wa hicho ambacho tunakizungumza sasa. Niongea ukweli au niwatie watu mmoja ongea ukweli. Ujasiriamali mali ni mgumu. Kwa nini unasema mgumu? Ujasiriamali mali mm, ni mgumu sana, na ndio maana na ndio maana watu wengi wanakimbilia kuajiliwa. Mm, ujasiriamali ni mgumu. Hebu mwe, mwe, mueleweshe kijana unaotuangalia, ujasiriamali ni mgumu. Yaani, changamoto za ujasiriamali ni mfano, uanzishe kitu uanzishe kitu, mm, uweze kukisimamia kile kitu mpaka kije kikupe matunda mm. Sawa, ni mchakato, ni mchakato wa muda mrefu ambao unahitaji unahitaji nini? I mean jasho na damu eh, yani unahitaji commitment za hali ya juu sana mm. ni nidhamu ya hali ya juu sana Now, na ndio maana hata watu wengi waliojiajiri, ndio mtu amejiajiri, amejiajiri biashara yake inawateja na bado inakufa. Mmm, bora kujiajiri ni kubwa. Yani imagine ile unasema ile tunasema ile self discipline mm, ndio kitu kigumu sana kwenye kujiajiri lakini ukiachana na self discipline, kuna sababu zingine ambazo ziko nje na wewe ambazo zinakuja kuattack biashara yako au au zinakuja kuattack wewe, awe, awe, wewe ujasiria mali yako swala so, sio so, inaenda ikawa huenda likawa labda ni capital na vitu kama hivyo hapana. mm. Ingawa capital inaweza kana ni same mm. Lakini ugumu wa ujasiria mali unaweza hata sio capital mm. Mfano wewe unataka unataka unataka kuanzisha biashara um, hey, ya mm, biashara yani I mean

utakuja watu wa vibali, sema wewe ni mjasiria mali tu na kibali mm. Uh, watakuja watu wa, wa ushuru mm. Yani bado una, una bills za maji umeme na nini mm. kwa unaweza kukuta faida unayoipata mm. unagawana na yani na, pesa unagawana ile, unabakiwa na kidogo sana mm. Kitu ambacho unaweza kukaa unashinda hata kukidhi mahitaji yako. Ndapo watu wengi wanakata tamaa, sababu mm, ah, ndio bado kunihangaika hivi. Kuna siku biashara yende vizuri na nini, lakini nikiajiliwa mimi na na amount yangu ni constant, yaani mm, so, inaweza kaongezeka, lakini haipungui mm. kama mimi nalipwa milioni mm, basi nitakuwa napata milioni hiyo, ile inaweza kaongezeka ikawa milioni na laki mbili ya milioni na laki saba mbona mm. okay. okay. Eh, nikiwa, nikiwa nikiwa na mifumo yangu mizuri na nini hapo mm. hapo nini kazini naweza kutengeneza mazingira mengine na kuwa napata hela nyingine nyingi zaidi mbona, mm lakini kujiajiri ukizembea kidogo tu ili unaweza ka biashara yako ika ukashutdown kabisa, ndio aise. Kwa hiyo kwa kijana nao, tuangalie hapa, umshauri kabisa masuala mazima ya kujiajiri. Sasa watu sio, uh, kama -huh. Simshauri uh -huh. kijana akajiajiri. Unajua shida ni kwamba mm. sisi tunaambiwa vitu vyepesi vyepesi kwenye kujiajiri mm. Uh -huh. tunaambiwa vitu mm. Uh -huh. vyepesi vyepesi kwenye kwenye kujiajiri. Yaani uh -huh. yaani tunasema wengi wanatuambia kujiajiri yeah. hawatuambii ukweli. Kujadili ni kugumu. Okay. Eh, yeah, kujadili ni kugumu. Na ndio maana mimi nimesoma wakati nasoma chuo kikuu. Mm. Mwalimu ambaye alikuwa anatufundisha entrepreneurship. Mm. Yeye mwenyewe aliajiliwa. Na hafanyi shughuli nyingine yoyote. Yeye ni, ni, mwalimu. Mm. Sasa mimi kujadili. Tena anarudi sana anatuambia mimi kujadili siwezi. Oh, na mimi nasoma entrepreneurship. Anafundisha entrepreneurship. Sasa ile yeye kujadili hawezi. Wewe mwalimu yupo mpaka leo. Ingawa sio kwa nini ndio kama sio kwa tu. Lakini kama tutakao kudhibitisha ninaweza kudhibitisha. Huyo mwalimu yupo mpaka leo anafanya kazi tena, hapo juzi hapo ni mwana tangazo amepandishwa, amepandishwa nini? Ni sasa tuna ni wenyewe wanaita promotion, sisi ndio sisi ndio kupandishwa cheo sasa nini? Promotion. Eh. Kupandishwa cheo. Yule anasema mimi siwezi kujiajiri. Mimi ni mwalimu. Lakini anafundisha nini? Kujiajiri. Yaani mbona kujiajiri, mwenyewe anashindwa kujiajiri. Ndio masala. Eh. Ah, aya sawa. Ah, tumekuwa na wimbi kubwa sana la ishu za hmm. za mental health hasa hmm. e, kwa vijana hasa hmm. kwa vijana uenda yeah. ikawa ni sababu ya ukosefu wa ajira na vitu kama hivyo hasa kwa vijana. Hapana, hapana. Mi nakataa. Kwa nini unakataa? Sababu so, kuna vijana pia wapo kwenye ajira na bado wana changamoto hizo hizo kwa sehemu kubwa yeah kwa sehemu kubwa hmm. Ukosefu wa ajira haupelekei mental health, inawezekana, lakini pia kuna ambao wapo kwa ajili ya ajira wana changamoto tukiangalia <laughs> <laughs> renti labda hao ambao wako out of employment na hawa ambao wako ndani ya ajira tena. Kuna kuna sehemu nimeona leo anasema kwa ajili ya sio kitu kibaya hmm. sawa, ili kupata kazi sio kitu kibaya. Kitu kibaya nikwenda kazini nikwenda ni, ni kwenda kazini kila siku kazini. <laughs> <laughs> kwenye kazi ni kama uolevu, kwenda kazini kila siku mtu akapata msongo wa mawazo na nini, afya mm, yake ya akili ikawa haiko sawa. Maana hata wana saikolojia wanasema siku mbaya zaidi mm, ni Jumatatu. Jumatatu, Jumatatu ni siku mbaya, kwa sababu watu wengi wanachukia sana kwenda kazini Jumatatu. Kwa hiyo changamoto za afya akili sio tu kwa sababu ya tatizo la ajira, ingawa inawezekana ikachangia kwenye kwenye tatizo la afya akili, lakini kuna ambao pia wapo kwenye ajira wana matatizo ya afya akili. Kwa hiyo changamoto za afya zingi ziko nyingi. Ajira pekee yake yeah, pekee yake inasababisha ni eh, matatizo ya afya akili? Hapana, ziko categorize eh, changamoto ziko nyingi, unaweza kuzienda kiasi gani? Ushauri wako ni upi sasa? Aha, ushauri wangu mimi kwa vijana kwa vijana wenzangu hmm. Tusikate tamaa, yaani mimi nasemaga tunahitaji tuna, tuna, tuna kuwa wavumilivu sana na hmm. Tu, tuendelee kubisha. Mimi nawaambiaga washikaji ni kwamba yaani sisi ni kama wachezaji hmm. Tuendelee kushambulia. Inawezekana tunakosa sana magoli, lakini tuendelee kushambulia, kuna muda hata mabeki wanaweza kujifunga wenyewe hmm. <laughs> tamaa yaani, uvumilivu ni kitu cha msingi sana mm. shida ni kwamba tunaambiwa vitu vyepesi sana, tunaambiwa vitu vyepesi sana yaani, tunaambiwa vitu ehe, nimekumbuka. Mfano, nilikuwa naambia washikaji fulani hivi wow, wao wanadai wameokoka mm. wanadai wameokoka na pia siku ninawaambia, walidisha ila baadaye tuwe tu, tu, tu, na kufanya reference mm. wakakubali Nikamwambia mfano tunapoambiwa ile ile habari ya Musa kuwavusha wana wa Israeli kwenye bahari ya Shamu, si ndio? Mm. Nikamwambia huko tunapoambiwa au tunaposimuliwa na wachungaji wetu wengi, nikana kwamba Musa alienda tu akapiga bahari, maji yakatawanyika, wakapita. Mm. Lakini ukirudi kwenye Biblia ilivyoandika, Mm. ni kama baada ya Musa kupiga kupiga fimbo kwenye bahari, walilazimika kusubiri usiku kucha. Mm. Walilazimika kusubiri usiku kucha. Usiku kucha, upepo utawanye bahari ili wapite na upepo utawanya bahari usiku kucha. Asubuhi ndio wale watu wakavuka. Sasa imagine mnasubiri mnasubiri bahari itawanyike usiku kucha, alafu mnaambiwa kuna mtu huko nyuma anawafuatilia kuja kuwamaliza hapo. Ni nini? hmm. Uvumilivu sa. hmm. Uvumilivu kwa maana hata unapokuwa kwenye kwenye ajira au umejiajiri hmm. watakuwa na uvumilivu. Sasa hiyo kuna namna mambo haendi vizuri, yani kwa mfano kwenye kujiajiri, kuna mambo hayaendi vizuri kabisa, yani hey, haendi vizuri ushaka huku ulifanya hivi biashara, labda wewe una biashara yako ndogo ndogo, labda ulifanya hivi ikatokea short kwenye biashara yako, ukaangalia mtaji wako, hauna backup nyingine, yaani mtaji wako wote ndio uliomaliza kwa kwenye biashara, hauna msaada mwingine. Kwa hiyo unaanza kuingia kwenye madeni, na bado unyenye madeni bado pia biashara haiendi vizuri. Mbona? Hmm. Mm. Kuna mambo unahitaji kufanya creativity kwenye biashara yako, bado hauna nguvu ya kufanya hicho kitu, kwa unahitaji kuwa mvumilivu, uwe na subira, taratibu mambo yatatokea. Shere kama sisi vijana wengi tunaamini kwamba mimi nikiwa labda na mtaji kwanza wa laki mbili nikaingiza kwenye biashara nitaweza kuona faida kesho. Mm, ni swala la mchakato. Ni swala la mchakato. Serikali wana mchango wote katika hili. Kwenye katika li, katika hili. Unajua na nakuona kabisa una ndao unyongesha na serikali. Serikali ina mchango mkubwa katika masuala mazima tunayozungumzia ya ajira hasa kwa vijana. Serikali ina mchango wa kila kitu. Yaani ni faraka wewe wewe ukasema leo ujiajiri. Hmm. Ukasema ukajitenga na serikali. Sasa hapo tuwaulize vijana wenyewe kwa sababu okay. Kila kijana ana changamoto zake mm. Na niliona hii juzi hapa wa, kuna huyu waziri wa vijana ajua ile anauka alikuwa anapita vijiweni kuongea na vijana na nini. Changamoto nyingi za vijana pengine siwezi kuwasemea, na vijana wengine wengi ambao sijawasikia <laughs> vijana wengi ambao nimewasikia naongea nao mm. changamoto zao nyingi zinafanana, mfano kuna ile mikopo ya vijana hiyo mm. kwa vijana ambao nimewasikia sio maneno yangu mm. vijana walivyowasikia pale mm wengi wanalalamika kuna ukiritimba kwenye kupata ile mikopo ya vijana mm. Yaani, imagine kuna mikopo ya vijana lakini vijana wenyewe wanapata tabu kuipata mm. Yani, kuna mikopo ya vijana lakini vijana wenyewe wanapata tabu kuipata ile mikopo yao. Unaweza changamoto nini? Na kwa nini wapati mikopo yao? Ah, afu kama mikopo inatolewa sele na serikali afu vijana wanapata tabu kuipata maana. <laughs> changamoto sipo huko huko. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ndio sana bwana, yeah. Mimi nikushukuru bwana kwa wakati wako. Ah, na mimi usinishukuru sana mm. kwa sababu Hatujui. Hatujui hmm. Kama hizi. Unajua kunishukuru ni school, kama kama una mali changamoto za jana zitatatuliwa. Ila hatujui. Ngawa hapo tulipengine ni kama kama ka, tumeongea ka, tu. tu. Hapo kitu kitatokea. Mimi nakushukuru kwa ujio wako. Ah, kwa ujio wangu. Na mimi nashukuru pia kwa kunialika. E, bwana anaitwa Serembe Naam. Mm. Nilikuwa naye kwenye interview leo. Mm. ya leo. Ana vitu ambavyo kimsingi amevizungumza lakini kutokana na masuala mazima ya muda. Ninaomba tuishie hapa, tutakutana wakati mwingine. Mimi naitwa Edgar Chami, nilikuwa na Serembe Mzembe ndimo mkata shombo.